Mawazo mama anakuja kwa sababu gani? Mawazo yanakuja kwa sababu gani? Yaani, kwa nini una unafikiri sana na kitu umesha kijua? Tatizo ni hivi, mawazo yanakuwa mengi. Kwa nini? Ugonjwa amekaa nao miaka mingapi? Ugonjwa huu umekaa nao miaka mingapi? miaka kumi na saba. Muda wako mrefu ambao wa kutumia dawa unaweza kusema huo muda mrefu ni muda gani? weetumwiki moja wiki mbili, wamepona. Sasa miezi mitatu bado unatumia tu sasa <gibu>, miezi mitatu kwenye miaka kumi na saba miezi mitatu mingi, ukizingatia <gibu>, kufatanaii matibabu, watu wanavyoenda kishaanza matibabu. Kuna wamamtu nazaaishi miaka ishirini ndani ya sekunde amepona. Grupu lako la damu ni grupu gani? Hey, hey, hey, positive, hey, positive. Mm -hmm. Kuna kipimo chochote ulichopima ambacho unaweza ukanionyesha kwenye simu, labda ulikipiga picha munaweza ukanipa <laughs> picha yake au, mm -hmm. uliifuta? Cha kwanza, sio saizi ni sawa. Sasa nitakuelimisha kwa vielelezo. Unanisikia? Ha, unanielewa? Unaweza ukamsikia mtu simuelewe. <laughs> Unajua, watu wengi, na usilaumu usi, kwa sababu Mungu kila mtu kampa uelewa wake, sawa so, unaweza ukalaumu ugonjwa, kumbe kinachokusumbua sio ugonjwa, sawa so, lakini kwa sababu ulishaambiwa wewe ni positive, kwa kila unachokiona kwenye macho yako ni positive. Ukikosa kula, ugonjwa umekuwa mkubwa, kifanya hivi, tatizo limekuwa hivi, si kama unanifahamu? Mpaka hapo, unanielewa? Mungu haya, umekunywa kikombe kimoja cha chai, si ndio? Mi ningekushauri hata kama msimu umekula vitumbua viwili tu ningekushauri ukatafuta hata chakula kidogo ule, alafu sasa tunywe kikombe cha pili, lakini hichi hichi cha kwanza ningekuruhusu, akinataka ni kuoneshe tatizo lilikuwa nini, sio kama, unanielewa nileo mm-hmm. Hai, sasa tukubaliane E, tumepima na, da, tunataka tuchukue dakika tano alafu tutarudia tena dakika tano. Sasa upige picha dakika tano za kwanza, kwa tutahesabu hicho kipimo cha kwanza, alafu tutahesabu hichi ni cha pili, alafu tutahesabu kipimo cha tatu ambacho ni cha pili kwa leo sawa. So, alafu zile picha utaziweka utaangalia picha ya kwanza, picha ya pili picha ya ja, tatu. Samia, ombi langu kutafuta chakula, ule chakula, urudie. Umetumia punje saba, si ndio? kwa hiyo ninavyoiona itumike punje kumi na nne za kitunguu swaumu na iongeze kitangawizi kidogo, utengeneza chai unywa alafu njoo tuzungumze. Njoo tuangalie, sawa mama? Hai. Mimi ningeshauri kwanza, utafute chakula, ule kumi na nne. kumi na nne. Na tangawizi kidogo, na piga picha hii.